Kuhakikisha miundo mbinu inaboreshwa, miundombinu ya barabara, madaraja, viwanja vya ndege, vivuko, pamoja na majengo ya serikali yaliyo chini ya wakala wetu wa majengo ya serikali kwa maana ya TBA. Mafanikio haya yamekuwa na mchango mkubwa katika kuchochea ukuaji wa uchumi, kurahisisha utoaji wa huduma katika jamii na kuimarisha ustawi wa wananchi wetu kwa ujumla. Sasa miongoni mwa mafanikio hayo ni kama ifuatavyo. Katika kipindi cha miaka minne ya serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, mtandao wa barabara unaosimamiwa na Wizara ya Ujenzi kupitia wakala wa barabara yaani TANROADS umeongezeka kutoka kilomita 36361 hadi 37435. Na sababu ya kuongezeka kwa mtandao huo ni kupandishwa kwa hadhi ya barabara za wilaya na kuwa ni barabara za mkoa, na kuwa barabara za kitaifa, na katika kipindi hiki jumla ya kilomita 15511 zipo katika hatua mbalimbali za matengenezo na tunayo barabara ambazo zimekamilika ndani ya hii miaka minne, na ukamilifu wenyewe ni wa kiwango cha lami kilomita 1366 zimekamilika. Hapa nitatoa mfano wa barabara chache tulizozikamilisha mfano barabara ya kutoka kasulu mpaka kibondo mkoani kigoma hizi ni kilomita 184 zimekamilika kabisa lakini tunayo vile vile barabara ya kutoka mbinga mpaka Mbamba Bay mbinga mpaka Mbamba Bay ni kilomita 66 hizi nazo pia vile vile zimekamilika na kwa wenyeji wa kule wanafahamu hii barabara namna ambavyo ina milima na ina kona nyingi sana lakini vilevile tunayo barabara ya Mpemba Isongole, kilomita hamsini hizi zimekamilika pia vilevile vile. tunayo barabara ya Lusitu Mawengi, kilomita hamsini na yenyewe imekamilika katika viwango vya lami. Tunayo barabara ya kutoka Njombe kwenda Moronga uh, kilomita hamsini na tatu hizi na point tisa hizi zimekamilika na section ya pili kutoka Moronga kwenda Makete kilomita hamsini na tatu pia zimekamilika na tunayarudewa Rudewa mpaka Kilosa kilomita 24 hii pia vilevile imekwisha kukamilika. Tunayo barabara pia ya Makutano mpaka Nata uh, Sanzate pale mkoani um, Mara kilomita 50 hii imekamilika, lakini vilevile tunayo barabara ya Loliondo Mtoa Mbu sehemu ya Waso mpaka Sale ile ni kilomita hamsini na yenyewe pia vilevile imekamilika. Tunayo madaraja ambayo yamekamilishwa katika kipindi hiki cha awamu ya nne e, cha awamu ya sita ya, ya serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan. Katika madaraja yaliyokamilika nataja hapa angalau manne katika manane, tunalo daraja maarufu la Tanzanite lililoko pale Dar es Salaam. Ili daraja la Tanzanite lina jumla ya kilomita moja juu ya bahari uh, na tunalo vivyo daraja la Wami mkoani Pwani. Ni daraja la mita mia tano na kumi, ni nusu ya kilomita uh, ili nalo limekamilika, lakini tunalo daraja la Kitengule mkoani Kagera ili ni daraja la mita mia moja na arobaini na lenyewe tumelikamilisha. Tunalo daraja uh, la msingi pale kisingida uh, ili ni daraja la mita mia, ni miongoni mwa daraja ambayo yamekamilishwa. Nimesema nitataja haya manne kwa uchache, kati ya yale manane. Ni miongoni mwa madaraja ambayo eh, yamekamilishwa katika kipindi hiki cha awamu ya sita Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Miradi ya barabara na madaraja yanayoendelea, tuna urefu wa barabara za kilomita 2380 ambazo tunaendelea nazo nchini kote, pamoja na ujenzi wa madaraja kumi na mbili tunaendelea kuyajenga, yako kwenye hatua mbalimbali. Tunalo daraja la Mbangala, ili ni daraja la mita 120 lakini pale Dar es Salaam uh, loa mpiji mpiji ya chini tunayo takriban e, tunatengeneza na wenyewe pia vivile, tunalo daraja la Simiu hapa uh, mkoani Simiu, jumla ya mita mia moja na hamsini. Lakini tunalo pia vivile daraja la Sukuma tunatengeneza ili daraja hapa, lipo kwenye hatua ya maendeleo ya ujenzi na vilevile tunalo daraja la Pangani kule Tanga, ili ni daraja lenye mita takriban 525. Hii ni katika madaraja yanayoendelea kujengwa, na nisisahau pia pia, vilevile tunalo daraja la Jangwani pale Dar es Salaam. Ni daraja kubwa na lenyewe pia vilevile, tunaendelea tupo katika hatua za mwanzo za ujenzi. Mkandarasi hivi tunavyozungumza yuko site. Na mara baada ya kuwa zimeisha mvua, anaanza harakati, ameshafanya mobilization na tayari anaanza kazi ya ujenzi wa lile daraja. Litakuwa ni daraja kubwa na litatusaidia sana katika kuondoa mafuriko yanayotokea kila mwaka katika eneo lile la pale Jangwani na hili ni katika miongoni mwa shukrani nyingi sana tunazompatia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, na ndio maana sisi kwenye Wizara ya Ujenzi tunasema mama ni mjenzi.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 wa kwa wakati mmoja gari tatu, uh, au nne au tano ambazo zina wastani wa mpaka tani mia moja na sitini zinaweza kupita kwa pamoja, zenye uzito usiozidi tani mia moja na sitini zina uwezo wa kupita kwa pamoja hapa katika daraja hili, tani mia moja na sitini Sisi kwenye usimamizi wa barabara maximum gari tunaruhusu ambayo isiyokuwa na uzito uliozidi ni wastani wa tani hamsini na sita kwa hivyo, maana yake ukichukua hizo ni gari takribani tatu zina uwezo wa kupita au zaidi zikapita katika, katika daraja letu hili kwa wakati mmoja, na hili daraja limetugharimu uh, jumla ya fedha bilioni mia saba na kumi na sita. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr Samia Suluhu Hassan. Unafahamu kwamba wakati anakabidhiwa e, nchi Mheshimiwa Rais Dr Samia Suluhu Hassan, hili daraja lilikuwa takriban asilimia ishirini na tano tu ya ukamilifu wake, na katika hizo asilimia ishirini na tano Rais Samia amefanya kazi kubwa sana ya kukamilisha ndoto ya mtangulizi wake, uh, hayati Daktari John Pombe Joseph Magufuli, Mwenyezi Mungu amlaze uh, mahala pema uh, peponi. Na unaweza ukaona kwamba uh, fedha ambazo zimeingia hapa ni fedha nyingi sana na tena tume imefanyika kazi hii kipindi kigumu na watu tulikuwa tunasema hizi fedha za ukamilifu wa ili daraja itakuwa kwaje? Kwa sababu zilitakiwa zaidi ya bilioni mia tano, kwa sababu wakati huo Mheshimiwa Rais Samia anaingia, tayari wastani wa wa bilioni mia moja takriban na 30 hadi hamsini zilikuwa zimelipwa kama advance payment, malipo yale ya awali, lakini zikabaki sasa zaidi ya bilioni mia tano zinazohitajika zilipwe, na hapo korona ndio imeingia ina chapa na mzunguko wa fedha na kulikuwa na crisis kubwa, lakini tunamshukuru sana Rais Samia, alisimama kidete akahakikisha kwamba jambo hili linakwenda na linakamilika, na najua ndio maana kwa kusema kweli, tunamshukuru na ndio maana amepata tuzo kadha. Moja ya tuzo ameipata mwaka ule wa elfu mbili na ishirini na mbili baada ya kusimama imara sana. Watanzania wengi tunakumbuka. Ni ile tuzo iliyotolewa na Benki ya Afrika yani AFDB, uh, inayokwenda kwa jina la maarufu la Abubakar Ndiaye. Unafahamu kwamba ni kwa mba sababu wali appreciate na walikubali namna ambavyo ya mchango wake, hasa hususan kusimama imara kwenye nyakati ngumu. Na hii ni experience nzuri ya nchi yetu, wakati wote nchi yetu tunapokuwa tunapita katika changamoto kubwa na nzito